Katika milima ya Costa Rica helikopta inatua na kushusha timu ya wanasayansi wakiongozwa na Daktari Morbius kwenye mlango wa pango. Morbius anaumwa ugonjwa wa nadra wa damu na utembea kwa kutumia fimbo. Anaagiza timu yake waandae mtego waliouleta, kisha anasogea mbele na kuinua mkono wake uliojeruhiwa akivutia popo wote waliomo pangoni kuingia ndani ya mtego huo. Timu na rubani wanakimbia kwa hofu, lakini Morbius anabaki kusubiri. Kisa hiki kimeanza miaka 25 iliyopita huko Ugiriki. Morbius akiwa bado kijana anaishi hospitalini. Daktari Nicholas anamleta kijana mwingine mgonjwa na Morbius anamuita Milo. Wote wawili wanaumwa ugonjwa adimu wa damu na mara moja wanakuwa marafiki wakubwa, wanashirikiana ndoto moja, kuishi maisha ya kawaida kama wengine. Wakiwa wanazungumza, mashine ya Milo inaharibika na Milo anazimia. Morbius kwa haraka anatengeneza mashine hiyo kwa kutumia spring kutoka kalamu yake na Milo anaamka tena. Nicholas anashangazwa na akili ya Morbius na anaamua kumpeleka shule maalum huko New York, lakini Morbius anakubali tu baada ya Nicholas kumwahidi kwamba atamtunza Milo. Kabla ya kuondoka, Morbius anamwandikia Milo barua akiahidi atapata tiba ya ugonjwa wao, lakini barua inaanguka na wavulana wabaya wanaisoma. Wanamdhihaki Milo na hata kumpiga. bahati nzuri Nicholas anaibuka na kuwaondoa akimzuia Milo asilipize kisasi. Miaka inapita, Morbius anapata shahada ya udaktari akiwa na miaka 19 na kugundua damu bandia inayokoa maisha ya mamilioni ya watu. Mfalme wa Sweden anataka kumpa tuzo ya Nobel, lakini Morbius anakataa kwa sababu damu hiyo aligundua kwa bahati wakati akitafuta ya tiba yake. Sasa Morbius amerudi hospitalini. Daktari Martin mwenzake anamuuliza kuhusu mradi wake wa ajabu wa kuchanganya DNA ya binadamu na ya popo, mradi ambao unafadhiliwa na Milo. Mwanzoni anajifanya hajui, lakini Martin anamuonyesha tanki lililojaa popo wa Kolombia. Hatimaye anakiri, popo hawa pekee duniani hula damu na nadhani mate yao maalumu yanaweza kuwa tiba. Martin anahofia maadili ya jaribio hilo, lakini Morbius anaendelea. Anaijaribu dawa kwa panya na panya anakufa. Wakati huo mgonjwa hospitalini anapata kifafa, hivyo wanampeleka chumba cha wagonjwa na kumlazimisha kuingia kwenye koma ili asife. baada ya muda Martin anarudi maabara na kushangaa panya yule aliyokufa anaamka tena. Inamaanisha dawa inafanya kazi. Baadaye Morbius anamwambia Milo kuhusu mafanikio yake na anaomba fedha zaidi. Kwa kuwa jaribio hili ni kinyume na sheria, lazima lifanyike baharini kwenye maji ya kimataifa. Milo anakubali kulipia kila kitu siku chache baadaye Morbius na Martin wanasafiri baharini. Morbius anatengeneza dawa mpya kisasa zaidi. Martin anamchoma mgongoni sindano, na ghafla mwili wake unatetemeka. Mlinzi wa meli anaingia kukagua, na wakati Martin akibishana naye, Morbius anavunja mikanda yake na kugeuka kiumbe wa ajabu wenye uso wa kutisha, akitembea juu ya dari. Mlinzi anamshambulia kwa risasi, lakini Morbius anaruka kwa kasi na kumng'aka shingoni, akinyonya damu yake. Martin anamwomba ache, lakini hasikii. Kengele ya meli inalia na masikio yake yanahisia yanamuumiza, ana panic na kuvunja chumba. Walinzi wengine wanafika, wanamsukuma Martin akaanguka. Morbius anatoka akiwa na nguvu mpya, anakwepa risasi, anawaua walinzi mmoja baada ya mwingine bila huruma. Wengine wachache wanakimbia na kufunga mlango, lakini Morbius anauvunja hiyo kwa urahisi. Anatembea juu ya dari akiwakamata walinzi mmoja baada ya mwingine hadi wote wanakufa baada ya kushiba damu mwili wake unarudi kawaida, anaangalia kiona kugundua amepona ugonjwa wake. Anaangalia kamera za usalama na kushtuka kwa alichokifanya. Anatapika kwa huzuni kista, anatuma ujumbe wa dharura, akachukua dawa na kuruka baharini. Asubuhi yake maafisa wa FBI wanakuja kuchunguza meli, lakini Morbius alikuwa ameondoa video zote, na Martin bado hajazinduka. Habari zinaenea na Martin na Milo wanaona kwenye runinga. Baada ya siku chache Morbius anarudi hospitalini. Baada ya kuangalia wagonjwa wake anajifungia maabara. Ghafla mwili wake unadhoofika, hivyo anakimbilia kwenye friji na kunywa damu bandia aliyoigundua. Kwa njia hiyo anaweza kujilisha bila kuua mtu. Anajaribu uwezo wake mpya, ni mpesi na nguvu, anaweza kuruka na kupanda kuta. Anapoingia kwenye tanki la popo wanamzunguka kwa heshima, anahisi kama sehemu ya familia yao anagundua pia ana uwezo wa echolocation, kusikia kwa kutumia mawimbi ya sauti kama popo. Anafunga macho yake na kutupa mpira kisha kuushika kwa uhakika, lakini nguvu hizi hudumu tu kwa muda. Dambandia humfanya stahimili saa sita pekee na muda unazidi kupungua. Anajua muda msimresu atalazimika kunywa damu ya kweli. Akiwa amejifungia, Milo anamtembelea na kumkuta dhaifu. Morbius anaomba damu na Milo anamletea mifugo kutoka friji. Baada ya kunywa anapata nguvu. Milo anashangaa na anaomba naye achomwe sindano, lakini Morbius anamwambia hii si tiba bali ni laana. Milo anasisitiza, Morbius anakasirika na kumfukuza Martini. Hatimaye anazinduka na kuhojiwa na FBI. Wanamwonyesha picha za mili ya meli, lakini anajifanya hajui kilichotokea. Usiku muuguzi anashambuliwa hospitalini na kuuliwa na kiumbe cha vampaya. asubuhi mwili wake unapatikana na Morbius anashangia kama ni yeye aliyeua Anaingiwa na hofu ya akili yake, anatoroka na kuchukua dawa bandia, lakini njiani anakamatwa na FBI. Wanapiga chini kwa urahisi na kupanda jengo akikwepa risasi, lakini anakamatwa tena. Akiwa gerezani, Milo anamtembelea na anamletea dawa bandia, lakini Morbius anagundua kwamba Milo hana fimbo tena, kaiba dawa na kujidunga yeye, ndo aliamua yule muuguzi. Morbius anakasirika, anakunywa damu na kugeuka, kisha anatoka dirishani akiruka juu ya jiji kwa echolocation anamsikia Milo akimuua mmiliki wa kibanda cha magazeti. Wanakutana mitaani na kupigana vikali, wanaisha stesheni ya treni wakipigana tena. Polisi wanakuja lakini Milo ana maua wote. Morbius anakwepa kwa kuruka mbele ya treni na kupaa vitia vitunguu. Siku inayofuata Martin anafuatiwa na afisa lakini anakutana na Morbius, anamwamini kwamba Milo ndiye muuaji wa Kiki. Wakiwa kafe, Morbius anasikia wahalifu wanataja maabara anawafuata na kuwatisha hadi kumpa maabara yao, anajiita Venom na kuwafukuza. Hapo anatengeneza vifaa vya tiba mpya kupambana na vampaya. Wakati huo Milo anaua watu nje ya klabu. Nicholas anamtembelea, anamwomba ache, lakini Milo anamjeruhi vibaya. Morbius anafanikiwa kutengeneza dawa ya sumu kwa vampaya, moja kwa Milo moja kwake yeye, ikiwa atashindwa. Anapigiwa simu na Nicholas, lakini akifika anamkuta Nicholas amekufa. Wakati huo Milo amemteka Martin kwa kutumia echolocation anamfuata anamkuta Martin juu ya para akivuja damu. Martin anataka Morbius anyonye damu yake ili afya akisaidia, lakini Morbius anamkisi. Tone la damu lake linaingia mdomoni mwa Martin kabla ya kufa. Morbius anajawa na hasira anamnyonya Martin na kupigana na Milo. Wanaanguka kutoka juu kwa kipigana wakipiga kuta za majengo hadi wanadondoka kwenye handaku. Morbius anatoa mlingo wa echolocation anawaita popo elfu, wanamshambulia Milo na kumshikilia Morbius anamchoma dawa ya sumu. Milo anarudi kwa binadamu na kuomba msamaha kabla ya kufa. Polisi wanafika, lakini Morbius anatoroka akiwa amefichikwa na kundi la popo. Juu ya para, Martin anaamka, sasa naye ni vampire. Baada ya muda, kwa uchawi wa mwengu na mwenye adui wa Spider-Man naitwa Ivulcha anatupwa gerezani katika ulimwengu huu. Kwa kuwa hajulikani, polisi wanamwachia huru. Anafanya tena vazi lake la uhalifu na kumfuata Morbius, akimshawishi washirikiane.